Kama kawaida. Kama kawaida. Ah, kitambo sana sana. Wewe wapi sasa hivi? Yeah. Mimi hapa kuna semu kuna mtu anaenda kumwangalia hivi hey, ila kwa makazi sasa hivi niko kivuli ni hey, ganga, ganga yeah, ah. ah, mimi ningia studio mara moja kwenda kurekodi. Bado unaimba? Eh, kama kawaida bado tunafanya fanya. Ushafanikiwa usha, usha kutoa hata track hivi? Eh, nimeziachia lakini nimeachia kwenye TV kwenye kwenye radio lakini hazikupata ya time sana. Hmm. Kwa, sawa kwa sababu mimi nasikiliza na huwa naangalia sikuoni ndugu yangu. Eh. Hey. Hey. Kwa unafanya mziki? Wewe vipi okay, kivule kule? Ah kivule kivule mimi nipo. Hey. Kivule nipo pale na kuku na fuga, fuga kule nina hey, hey. na mambuzi. Hey, na mabanda mabanda mengi tu. Ah. Lakini sasa wewe mziki wako ugumu wapi? Meneja, sponsor eh. Hey. Watu, alamu. Eh? Wapo meneja wapo, na wanatufuatilia kama kawaida, harakati zinaenda kama kawa. Na hata hivyo, yani wewe unakokwama wapi? Kwa sababu eh, mziki wa bongo unajua... oya, simu imeita hiyo.